Tuangalie analysis pia ya ya ya VIX 75 VIX 75 1s, tuangalie analysis pia ya VIX 75 1s, uh, jinsi ambavyo ilikuwa inaapya sokoni so for uh, 15 kwa dakika 15 iko hivi lakini tukiweka kwa uh, muda wa 24 hours naweza tukaiona hivi. So, iangalie hii ni vixi 75 1s, it was an uptrend. Sasa uptrend ilikuja to give an invalidation point. Sasa nataka nikuonyeshe uh, entries ambazo ni proper entries au sniper entries, uh, kwa namna ya kuescape mazingira ya kuwa na riski kubwa sana. iangalie hii ni eh, ni dakika ni, ni, ni masaa 24 au one day ilikuja kuja kutengeneza invalidation na ikalespect. So baada ya kutengeneza invalidation na kulespect, kwa mtu ambaye alikuwa anafuatilia soko, utakuta iki hapa kitu kimetokea, this utakutana na iki kitu. Baada ya invalidation kwa imetokea hapa, utakuja kukutana na iki kitu hapa eh, uh, it is a uh, ni structure ya uh, kendo ambayo ilikuwa na ingavi inaingakendo na kutengeneza hii structure hapa. Ah, nataka nikwambie kwamba ninaih sokoni, kwa sababu zi soko zina matokeo makubwa makubwa sana katika analysis sisi ambazo nazifanya. Siku ya leo nitakuonyesha jinsi ambavyo hizi kendo zinafanya matokeo makubwa sokoni, so kiangalie vizuri hapa nitaipakara nimeipaka hapo. So market yangu nitaanza kuiangalia wakati inarudi kama hivi sasa. Sasa wakati market inarudi, maanake kiburi changu chote mpaka h, wakati market narudi nitakwenda kwenye 15 minutes. Kumbuka nilikuwa kwenye daily, hii ni daily, na hapa tumepata structure ambayo nitaizingatia, yani H4 kumi nitaingia ni mpaka kwenye 15 minutes ili kusudi niweze kuzitafuta entries ambazo zinaweza zikawa ni sniper entries wakati wa 15. Kama sio 15, basi nitaenda moja kwa moja mpaka kwenye, nitaenda moja kwa moja mpaka kwenye kwenye 5 minutes sniper, lakini nikipata sniper entry kwenye 15 nitaishia hapo hapo. So iangalie vizuri hii makati yangu. So um, ilipokuja iliingia na structure ambazo nazirespecti sokoni ndo kama hivi uh, katika kivuli changu chote ambacho nimekuchorea hapa so, ni rectangle kama wedge fold ipo kanaonekana. So nitakuja kuangalia ni structure gani ambazo zime exist mundani, na structure ambayo nitakuja ni mkuta me exist ni kama hivi hapa. So hii structure me exist mundani, okay, na hii structure bada kwa exist hivi, no another structure. So nitaangalia kama ita kwa respected ita hali kwa respected sasa soon baada ya kuwa iko respected structure nitaifuatilia market in order to get the entry. So nikifuatilia market yangu jinsi ambavyo inaenda, nitanipa another normal evaluation point ya ambayo kwanza, hii hapa inaweza kuona hapa kwa normal so hii ndio sniper entry ambayo tume consider Nisori. Can you see kwa baada ya market kwa imeingia tayari tunaweza kuona market imeendelea kama kitu ambacho tulikuwa tunaangalia ni baada ya kutupa confirmation ya kurespect ile structure ambayo tunakuwa tumeizinekea sokoni. Nikirudisha kwenye H4 market yangu inaenda kurudisha kwenye H4, hivi ndivyo market yangu ambavyo inaenda. So red line here ndio kama hivyo ilivyoingia, na katika hii zone hapa ndivyo ambapo tuliweza kupata entry ambayo ni here point 2, unaiona hapo. Hapa ndiyo my entry. So mpaka hapa makiti yangu imezidi, imezidi e, so siyonava